Tuende kwenye hesabu za kawaida. Alikamatwa Petro, akawekwa katikati ya vikosi vinne. Hebu sema nne. Kila kikosi kina askari wa nne. Hebu sema tena nne. Halafu chukua nne mara nne ni ngapi? Kwa hiyo mtu mmoja alikuwa analindwa na askari kumi na sita kwenye ulimwengu wa roho, alafu yuko gerezani. Nanielewa kanisa Ukiendelea, Biblia inasema hata kwenye kulindwa alikuwa anakaa pia katikati ya askari kama wawili, amewekwa hapo, amewekwa hapo, amewekwa hapo. Kwa hiyo haya magereza yapo na yanaandaliwa kabisa na adui, na anaweka walinzi. Namna ya kushughulikia ni lazima ufanye maamuzi ya kuondoka kwenye hilo gereza. Hebu sema ninaondoka kwenye hilo gereza katika jina la Yesu. Sema ninaondoka kwa jina la Yesu. Sema tena naondoka kwa jina la Yesu. Sikiliza, mambo ya kiroho yako hivyo, yako hivyo, unachotamka ndicho kinachokuwa. Kuna wakati tunasema tu aa, mchungaji, familia yangu iko mbali, iko mkoa fulani. Tunasema katika jina la Yesu ninaenda katika ulimwengu wa roho, katika huo mkoa ninaingia, mpaka kwenye hicho kiwanja ninaingia mpaka... Yani tukisema ninaingia katika hilo shamba, uwe na uhakika katika ulimwengu wa roho tumeenda, tuko hapo. Hebu sema ninaondoka katika jina la Yesu. Sema natoka kwenye hilo gereza. Sema natoka na watoto wangu. Sema natoka na kazi yangu. Sema natoka na elimu yangu. Sema natoka na utumishi wangu. Sema ninatoka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, lia hai. Alafu sema hao walinzi wapigwe kwa damu ya Yesu. Sema wapigwe kwa damu ya Yesu. Sema wapigwe kwa jina la Yesu. Sema ninawapiga kwa damu ya Yesu. Sema ninawapiga kwa, kwa jina la Yesu. Sema ninatumia ngao ya imani sema ninatumia chapeo ya wokovu sema ninatumia upanga wa Roho sema ninavaa silaha za haki za mkono wa kuume na mkono wa kushoto sema kwa jina la Yesu ninawapiga leo ninawapiga leo walinzi wa kipepo walinzi wa kichawi walinzi wa kishirikina ninawapiga leo kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu kwa damu ya Yesu, Yesu. Alafu sema napasua hayo magereza Sema na pasua ya magereza, sema na pasua ya magereza, sema tunatoka! Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, Yesu. Ndio, kuna mtu anatoka hapo. Ungeona vinavyofanyika katika ulimwengu wa roho, ungekuwa unafanya kwa ujasiri zaidi, ungekuwa unaongeza na nguvu.